Na washukuru wana CCM wote katika jimbo la Peramiho ambao leo tarehe ishirini na moja wamepata fursa ya kuweza kupiga kura za maoni katika mikutano mikuu ya Chama cha Mapinduzi katika kata zote kumi na sita zinazounda jimbo la Peramiho kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa naomba kuwaambia wana sisi kwamba kazi ya kupiga kura imeisha na sasa kazi iliyopo mbele kwanza ni kusoma matokeo ya kura za maoni ambazo tumepiga katika mchakato huu. Tulikuwa na wagombea ishirini na saba lakini naomba niwaambie wa Watanzania na wanachama wa chama cha mapinduzi, yupo mgombea mmoja mwanaume alichukua fomu akaandika jina lake kama ilivyo ada, lakini siku ya mwisho tunafunga zoezi letu la uchukuaji na wahishaji wa fomu ilitangaza kwamba idadi ya wanawake waliojitokeza kugombea nafasi ya ubunge ni sita. Kumbe yule mwanaume kwenye zile fomu alikuwa amejaza majina ya, ya mwanamke. Kwa hiyo mwanamke huyo ambaye alishamwandika kwenye fomu kwanza, hakutokea kwenye shughuli yote ya uchaguzi lakini kwa idadi sasa badala ya sita inasomeka kuwa wanawake walikuwa saba na wanaume walikuwa ishirini kufanya jumla kuu ya ugombea ishirini na saba. Katika mchakato huu tulikuwa na wapiga kura elfu tisa mia mbili sitini na saba na idadi ya kura zilizopigwa ni elfu tisa mia moja sitini na saba idadi ya kura zilizoharibika ni kura 590, na idadi ya kura halali ni elfu nane mia tano sabini na saba. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa, <coughs> naomba sasa kuendelea kusoma matokeo iya wagombea kama ifuatavyo: ndugu Enoch Flowen Moyo amepata kura sita. Ndugu Rosemary Bietus Ngonyani amepata kura sita. Ndugu Rosemary Rose Daniel Chawa amepata kura saba. ndugu Sixmund John rungu amepata kura tisa. Ndugu Fredrik mtimbanjayo Miringa amepata kura kumi na saba. Ndugu Benedict Dominic mahundi amepata kura kumi na tisa. Ndugu Davis Betram Komba amepata kura ishirini. Ndugu Prosper Romanus Lwambano amepata kura ishirini na mbili. Ndugu Benjamin Magnus Kamtawa amepata kura ishirini na tatu. Ndugu Iberian Remigius mbawara amepata kura ishirini na nne. Ndugu Clemens Makabuli Mwinuka amepata kura thelathini na tano. Ndugu Sarafina Mkua amepata kura arobaini na nane. Ndugu Emil Emmanuel Ngaponda amepata kura hamsini na moja. Ndugu Tea Medad Ntara amepata kura kumi na nne. Ndugu Davis Joni Bosco Ngonyani amepata kura sitini na mbili. Ndugu Lazaro Alexi Ndenji amepata kura sitini na nane. Ndugu Skola Daniel Ngonyani amepata kura themanini na nne. Ndugu Allen Nathan Mhagama amepata kura mia moja kumi na nne. Ndugu Eresimo Nathan Mwingira amepata kura mia moja ishirini na nne. Ndugu Joseph Pekamans Masikitiko amepata kura mia moja ishirini na sita. Ndugu Isabella Daniel Mwampamba amepata kura mia moja thelathini na moja. Ndugu daktari Damas W Mapunda amepata kura mia mbili. Ndugu daktari Lazaro Kilian Komba amepata kura mia mbili kumi na tatu. Ndugu Frank Filipo Matora amepata kura mia mbili kumi na tano. Ndugu Joseph Kizitu Mhagama amepata kura mia tisa arobaini na tatu. Ndugu Getuda Jarome Haule amepata kura elfu mbili mia tisa kumi na tatu. Na mwisho ndugu Victor Leonard Mhagama amepata kura elfu tatu na arobaini. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni zetu za uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, mara baada ya kukamilika zoezi hili uh, huwa inatuambia kwamba hakuna mshindi. Haya ni maoni ya mikutano mikuu ile maalum, kwa lengo tu la kusaidia vile vikao vya uchujaji na uteuzi wa mwisho. Lakini kwa mamlaka aliyopewa, naomba kumtangaza mshindi wetu wa kura za maoni ambaye ameongoza kura kuwashinda wenzake hawa 26 ni ndugu Victor Leonard Mhagama. Naomba tupige makofi.